Mbali nitaishia barabarani, nitaishia barabarani. Mimi sio mtu mtu wa wa barabarani, sio mimi. Ni mtu wa maisha maisha, mimi ni mtu wa maisha. Ningepanda watu watatu na wapiga kelele ya utukufu wa Mungu, wale si wa mwisho. Utaovateki waliokutangulia aujanielewa, mwanangu? Ungepiga, narudia tena, utaovareki waliokutangulia. Ulipokei maneno, ukapepana na ukapepana nayo, unaweza ukaenda ukasumbua kwanga ya kwenyu. Tatizo lako hauaminigi. Nataka uamini leo na utoke na nguvu ya imani God. Faulu. everyone who succeeded. who succeeded na na kwa sababu waliamini katika katika roho roho anyone who believe in spirit ni kufaulu maishani kwenye nyumba hii katika jina la Yesu wa Nazareti njia